Shakyz Empire TV. Naam, habari zenu na karibuni kwenye kipindi cha Elimu ya Jamii ndani ya Shakyz Empire TV. Leo tunazungumzia neno kuhusu unyanyapaa ndani ya ndoa ama mahusiano. Karibu uwe nasi katika kipindi hiki. Asante kwa muda wako. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu unyanyapaa ndani ya ndoa ama ndani ya mahusiano. Wanawake wengi tunakuwa tunadhulumika kwenye mahusiano ama kwenye ndoa kwa ujumla, kwa neno la kwamba nimeolewa nikiondoka itakuwaje? Hapo ndipo matatizo yanapoanzia. Unakuta tunapitia dhuluma ndani ya ndoa, ndani ya nyumba, unadhulumiwa, hakuna heshima, unadharauliwa. Wengine tunapitia hata kupigwa, unapigwa, unateswa, unaletewa mwenzako, unaondolewa mahali unapolala ili mwenzako alale mahali unapolala wewe, na sio kwamba ni wahalali ni mpango wa kando ameletwa. Dharau kama hizo zinafanyika ndani ya majumba yetu, huo ni unyanyapaa. Na utapata sisi wanawake tuko na uvumilivu kiasi cha kwamba mtu anakae anakaa pale kwa ile ndoa, hataki kuenuka, hataki kuondoka kwa sababu ameolewa na kwa sababu labda amezaa, anajiuliza, nikiondoka itakuwaje? Nikiondoka watoto wangu itakuwaje? Hiyo sio sawa, kwa sababu kama haupewi heshima, kama haupewi matunzo, kama haupewi starehe na kama unadhulumiwa kiasi hiko, afadhali uondoke na afadhali uwatafute jambo ambalo linaweza likakupa hekma, busara na heshima yako. Huo ni unyanyapaa ndani ya nyumba, kwa sababu eh, watoto unaowalea baba yao ama mzazi mwenzako haoni thamani ya wewe kuwa pale. Wewe uko pale kwa sababu ya watoto. Mwisho wa siku, unapata mtu anaondoka pale na maradhi, unaondoka pale, wengine hata kuuliwa, unaondoka pale, hauna kiungo cha mwili wako, umeisha kupigwa na kukatika ama kukatwa, umeumia, umeumizwa. Yote ni kwa sababu ya uvumilivu. Kuna vitu tunaweza kuvumilia na kuna vitu hatuwezi kuvumilia. Sio kwa kila jambo unaweza ukawa strong. Tunaweza kuwa strong kwa mambo mengine, na kuna muda hautakiwi kuwa strong kwa vitu ambavyo unaviona kabisa hivi haviwezi vikaleta mwisho mwema. Unyanyapaa ndani ya ndoa ama mahusiano, wanawake wengi tunayapitia haya mambo kwa sababu tunasema tunavumilia. Hili jambo linafaa tuliangalie kwa kina. Unapoona mwanzo utakapoanza kuona changamoto zinaanza, unyanyapaa umeanza kujidhihirisha polepole, unabidi uchukue uamuzi ya wewe na mwenzi wako kuanza kutengeneza mazingira yenye ambayo hayatakuja kuumiza wewe, kukuumiza wewe ama kuumiza watoto wako ikiwa mko nao ama kuumiza jamii baadaye munaweza kuketi chini na ikiwa mwenzi wako pengine hataki ama hana huo muda wa kuketi chini na kufanya maongezi ya kusuluhisha jambo, basi pale inabidi uanze kuweka mipaka. Heshima yako ni ya thamani, wewe mwenyewe ni wa thamani, maisha yako ni ya thamani. Ile ndoa ni mtu muliyekutana naye katika ulimwengu tu na mutaishi hapa kwa raha, na mwisho wa siku kila mtu ataondoka kwa wakati wake. Kwa hivyo lazima muwekeane mipaka, lazima muwekeane heshima na thamani ndani ya manyumba yenu. Unyanyapaa ni kitu kinachowakula wanawake wengi ndani ya nyoyo zao kufikia muda hunu, kwa sababu anaona akiondoka ata ataumia ama watoto watateseka. Hakuna kitu kama hicho. Kama kitu hakiendi na unajaribu kiende na hakiendi, ni vyema kuchukua uamuzi wako sasa kabla hakija kudhuru. Ni vyema kuchukua uamuzi wako kutengeneza thamani yako. Ni vyema kuchukua uamuzi wako sasa kuitengeneza hadhi na heshima yako. Ni vyema kuchukua uamuzi wako sasa ili kuitengeneza kesho yako. Hakuna mtu atakaye kuja kukomboa kwenye kwenye shida yako kabla wewe mwenyewe hujajitambua na kujitengeneza. Leo tunazungumzia kidogo hicho katika suala la unyanyapaa ndani ya majumbani mwetu. Asante kwa kuwa nami na karibu sana katika vipindi vingine vinavyofuata katika Shakyz Empire TV. Usikose kutazama kila siku ya Jumatatu saa moja usiku, tunaachilia kipindi kingine cha unyanyapaa ndani ya majumbani mwetu katika elimu ya jamii. Asanteni na kwaheri kwa sasa. Shakyz Empire TV.